Sasa hii tunataka tuathibitisheni namna gani Kiboke Building tunamofanya shughuli zetu, e <laughs> wa wa zetu za ujenzi. Sio pavement peke yake bwana. Kiboke bwana ni wataalamu wa ujenzi, wataalamu wa decoration. Yey decoration yoyote ambayo unahitaji kwenye nyumba yako. Hapa Kiboke ni mahali pake. Hebu tazama hapo Kiboke Building tunamofanya shughuli zetu za ujenzi. Hatuna wasiwasi, wasi, tuna uwezo wa kutosha. Hii kazi tumeshafanya muda mrefu sana, kwa hiyo Kiboke siku zote tunajua tunachokifanya. Ni nyumba bwana, ni mda wetu ambaye amezidi kutuamini za finishing e, fence ya ukuta wake e, kumfanyia finishing ya kisasa kabisa nyumba yake nzima e, kuanzia kumwekea tiles kwenye nyumba yake, kumpigia rangi ya kisasa kabisa kwenye nyumba yake, na bila kusahau Kiboki tumemwekea furniture za kisasa kabisa, kuanzia jikoni kwake, sebleni kwake, chumbani kwake oh, kumwekea pavement za kisasa ambazo zinampunguzia gharama kwa kiasi kikubwa sana, all and all oh. Nyumba yake imependeza sana. Kwa hiyo usijali, Kiboke tuko kwa ajili yako kuhakikisha mazingira yako yanakuwepo safi na salama kabisa. Tupigie simu popote pale ulipo, Kiboke Building tunakufikia bila wasiwasi wowote wasi, tena kwa gharama nafuu mno. Asanteni na karibuni sana hapa Kiboke Building.